Elimu sio kigezo cha mafanikio. Sio kwamba hujafanikiwa kwa sababu ya elimu yako ndogo au kwa sababu hujasoma. Hapana, mbona hata wasomi wapo, wasomi wengi wana struggle na kusumbuka na maisha, na hiyo ni dalili kwamba mafanikio hayana uhusiano wa moja kwa moja na elimu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ngoma iko wazi kwa kila mtu kila mtu mwenye nia ya dhati, kila mtu mwenye nia ya kujipambania ameandikiwa mafanikio. Kwa bahati mbaya sana, kuna kasumba ya watu walioenda shule wakapata vyeti wakapata GPA na kudhani kwamba wao ni smart sana, kwa sababu walifaulu shuleni. Sasa kuna hiyo kuhisi kwamba pengine na mtaani inaweza kuwa rahisi kama ambavyo walifaulu shuleni na ukiangalia kwa kina utagundua kwamba kuna elimu nyingi ambazo watu wanazipata, lakini hazitransform moja kwa moja kwenye maisha ya watu. Ndio maana mitaa ina elimu yake ambayo ni muhimu kuweza kujifunza. Mitaa ina elimu yake ya fedha inayotengenezwa. Mitaa ina elimu yake ya namna ya kuweza kutransform value kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Ndio maana tunasema elimu siyo kigezo cha moja kwa moja cha wewe kuweza kufanikiwa. Sijui kama umekukuta kuna watu wanasema kwamba ah mimi siwezi kufanya kazi. Unajua, mimi nimesoma. Kama ndutu ndutu mmoja alikuwa anafanya comedy moja, moja ile anamwambia, ah mimi siwezi kufanya hii na degree, mimi siwezi kufanya hii na degree. Ni kweli huko kuna kasumba, kuna kasumba fulani hivi kama mtu kudhani kwamba kuna kazi, kuna baadhi ya kazi ambazo hawezi kuzifanya kisa tu pengine ameenda shule ama ameelimika. Ni moja ya kitu ambacho kinawarudisha nyuma vijana wengi wanaoamini kwamba akitoka shuleni ni lazima atafute kazi ya kuajiriwa Unasahau kwamba kuna watu wengi sana wametoboa kwenye maisha kwa kufanya vitu ambavyo hawajavisomea shuleni. Maana yake ni kwamba elimu iliwafungua ikawapa connection, ikawapa nafasi ya kuweza kujitanua na kuiangalia dunia. Sio lazima ulichokisoma shuleni ndicho uje ukifanye kwenye maisha. Kwenye maisha kuna vitu vingi utajifunza mbele ya safari. Na wanaofanikiwa ni watu wanaoelewa kwamba elimu inayokuja baada ya graduation ya kutoka chuoni ama kwenye chuo chote ambacho unasoma ndio elimu ya maana zaidi kwenye maisha kwa sababu hiyo ni elimu ambayo utajifunza kwa lazima kulingana na mahitaji ya soko. Hapa watu wengi wanakwama. Sasa wewe kama umetoka graduation, ukaweka vyeti vyako na kuanza kutafuta kazi, maanake utakuwa unachelewa sana. Wanaotoboa, wanaofanikiwa katika zama hizi ni wale ambao wanaweka vyeti vyao chini, wanaanza kujifunza soko la sasa hivi linahitaji nini. Jifunze copywriting, jifunze mambo ya AI, blockchain na vitu vyote ambavyo vitakusaidia kuweza kumachi kwenye soko la ajira kwa wakati tuliopo. Kwa hiyo kwa ujumla utaelewa kwamba kutoboa kwenye maisha sio lazima tu uwe umefanya vizuri shuleni. Wapo watu wengi ambao walifanya vizuri shuleni na wanazidi kufanya vizuri kwenye maisha. Watu kama wakina Maski na watu wengine ambao walisoma na kwenye maisha wanatoboa vizuri tu. Lakini tunawaona watu wengi pia ambao shuleni hawakuwa wazuri, lakini kwenye maisha wamefanya vizuri sana. Kwa hiyo haijaandikwa sehemu. Kitu cha msingi ni kwamba hapo ulipo sasa hivi, bila kujali umeelimika ama hujaelimika, umeenda shule hujaenda shule, una vyeti au una vyeti, una GPA au una GPA, mafanikio ni haki yako kama utaamua kujikwamua, kujishikilia na kutafuta maarifa sahihi ya wewe kutoka hapo ulipo, mindset sahihi ya kutransform maisha yako. Sasa kabla sijaanza kuchambua kwa nini watu wengi wanakwama kwenye maisha, nigusie tu kwamba tukisema mafanikio si hayana uhusiano moja kwa moja na elimu, hatumaanishi tunaisema elimu vibaya. Hapana, elimu ni kitu kizuri kinakufungulia maisha. Lakini kwenye maisha unahitaji kujua, unahitaji maarifa gani ili uweze kutoboa kwenye eneo fulani. Kwa mfano kwa dhama hizi ambazo mitandaoni kuna vitu vingi vya kujifunza, kuna AI kuna kina ChatGPT kuna knowledge za kila aina mtandaoni. Maanake ni kwamba kujua ujifunze kitu gani ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako ni moja ya kitu cha muhimu sana, ambacho kila mtu anatakiwa kuweza kujua, kwa sababu ukijua maarifa sahihi yatakutransform maisha yako, na itakuwa rahisi sana kuweza kufikia ndoto zako na mtandaoni, utagundua kwamba kuna machimbo mengi sana ya kuweza kujifunza hapa. YouTube kwenye channel kama ya Swahili Quest upo unakula madini. Kuna channel zingine kama za kinananauka zinakuelimisha, channel zingine ziko za nje. Lakini kuna majukwaa mengine, kuna majukwaa kama Udemy, mm, Skillshare. Yako mengi mengi mengi mengi, HubSpot. Yote hayo unaweza kwenda kujifunza ujuzi. Maana yake ni kwamba elimu unayohitaji unaweza kuipata sehemu yoyote, na siku zinavyoendelea mitandao imetuletea kila kitu mikononi mwetu. Sasa kwenye video hii naenda kushea na wewe mambo saba ambayo yanadharauliwa, lakini kwa hakika ndiyo msingi wa mafanikio. Na kabla sijaenda kuyagusia, Naval Kant anatukumbusha kwamba kufanikiwa kwenye maisha ni kujua unataka nini na kufanikiwa kukifanikisha hicho kitu. Hayo ndiyo mafanikio. Jambo la kwanza kabisa ambalo ni la muhimu na watu huwa wanachukulia poa ni uwezo wa kuomba, ni uwezo wa kujishusha chini na kusema ninahitaji msaada. Inaweza kawa ni mtaji, inaweza kawa ni ujuzi wa mtu, inaweza kawa ni kuomba bidhaa, mali kauli, inaweza kuwa ni kuomba kitabu kusoma. Mtu anayejua kuomba, mtu anayejua kujishusha ni mtu ambaye ana uchungu na uchu wa mafanikio. Watu wengi wanaozani wao ni smart. Watu wengi wanaozani wao wanajua sana. Watu wengi wanaozani vile ulivyokuwa navyo ndivyo muhimu kwenye maisha ni watu wanao struggle na maisha, na kwa bahati mbaya wasomi wengi wanaingia kwenye hili kundi kwa sababu una cheti, una degree, una GPA, unaona kuuliza kitu kwa mtu ambaye hajaenda chuoni ni ushamba. Utakuwa tu kuna jambo haulielewi vizuri. Ukisoma kitabu cha Jordan Peterson, profesa huyo wa clinical psychology, kwenye kitabu chake cha 12 Rules of Life, anaeleza kwamba kwa kila mtu utakayekutana naye basi una jambo la kujifundisha, na hata msemo wa Kiswahili unasema hata saa mbovu kuna muda huwa inasema ukweli. Kwa hiyo jielekeze kwamba bila kujali umesoma au hujasoma, bila kujali wewe ni mjuvi kiasi gani, kila, kila mja aoneye mwana duniani ana kitu cha kukufundisha ili uweze kufanikiwa lazima ujifunze kuanza kujishusha na kuomba pale unapohitaji msaada. Moja hilo. Namba mbili, kuuliza. Kila unapohitaji kuuliza jambo fulani, uliza kama kwenye kuomba, hivyo hivyo. Usijifanye mjuaji sana. Upo kazini, unafanya kazi na wenzako, unapopata changamoto uliza. Unaweza kuwa unafanya kazi na watu wa chini yako, mtu ambaye ni mwerevu sana mtu ambaye anaweza kuwa CEO mzuri, kiongozi mzuri ni yule ambaye yuko tayari kuuliza kitu wedha kwa mtu ambaye anamzidi anamzidi cheo kwa mtu ambaye anamzidi maarifa na vitu vyote vile, as long as kwenye kitu fulani kuna mtu anaweza kukusaidia kuweza kuwa bora, uliza na usione aibu, kwa sababu kuuliza ni sifa ya kiongozi wa juu. Kuuliza ni sifa ya mtu ambaye anahitaji kufanikiwa. Mafanikio yanahitaji kuchukua riski. Kuna bwana mmoja ambaye nimesoma naye uh, tulianzia for uh, perform one saisai, tulienda tukasoma pamoja. Tulivyomaliza tukatoka tukaenda Ulevo uh, Nyegi Seminari, tukasoma pamoja, tukatoka Nyegi Seminari tukaenda shule moja advance. Ni one of the guys ambao wana mafanikio makubwa mpaka sasa hivi, kwa sababu I can imagine vitu ambavyo ameachieve, ampiga hatua kubwa sana. Lakini nikiangalia, moja ya sifa yake kubwa tangu tukiwa shule I say, kwenye maisha yangu mi sija kukutana na jamaa ambaye ana uwezo mkubwa wa kuchukua riski kama jamaa <laughs> I say, jamaa anachukua riski sana, riski teka wa maana. Na kwa kweli, ukiangalia viwango vikubwa alivyopiga ina uki, ukionyesha huo uwezo wako wa kuchukua riski na alicho achieve ni vitu ambavyo vinashabiana moja kwa moja, maanake ni kwamba uwezo wako wa kuchukua riski, uwezo wako wa kujitoa na kuingia kupambania kile kitu unachokuamini ina uhusiano wa moja kwa moja na mafanikio yako. Ndio maana tunasema kuchukua riski ni watu wengi huwa wanaogopa na kuchukulia poa, lakini the more you take risk, unakuwa unakaribia kabisa kwenye chances zako za kuweza kufanikiwa. Jambo jingine ni kuacha kuona aibu. Kama unahitaji fedha, acha kuona aibu. Kama unavyotazama video hii, hauna pesa mfukoni, haustahili kuona aibu hata moja, kwa sababu Ukianza kuleta mambo ya aibu aibu, utabaki chini na hautakuwa na fedha mfukoni. Kama unaona aibu, unaona fedha mfukoni, wewe ni mtu uliyechanganyikiwa na hujui unachokifanya nini. Tunza aibu zako mfukoni, utakuja kuanza kuzionyesha ukipata fedha. Ndio maana unaona aibu, hautaomba, hautauliza, hautaogopa uta utaogopa kutangaza na kutengeneza content na kufanya vitu fulani, kwamba watu watakuonaje. Kwa hiyo utaona kwamba kwa mfano kwenye kazi yangu ya msingi, mimi nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini utagundua kwamba kuna project nyingi ambazo nazifanya nje na hiyo kazi sasa. Kwa kawaida unaweza kuanza kuona aibu kwamba sasa anafanya ah, hiki mambo ya kuonaona aibu tumeshaeleza. kama unaona aibu utakufa maskini, kama unaona aibu ukaendelea kujif, kujificha kwenye kazi kako ambako umeajiriwa na wakati hayo wa, wakati, mambo unayafanya huko kwa mwajiri wako bado unaweza kuyafanya kwa ukubwa na kwa uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekupa, na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi, na kuweza kuongeza kipato cha ziada, utakuwa unajipunja sana na kujionea zaidi. Na utagundua kwamba watu wengi wao wanaona aibu. Unaweza ukuta mtu ana kitu kabisa mfukoni, anaangalia tu mpira, anaangalia movie, ana beti, anaona aibu akifanya kitu fulani watu wataona. As long as haumkosei mtu, hauvunji utu, wala haukuvunji sheria za nchi, kwa nini unaona aibu? Kama hauna pesa mfukoni, hauna ruhusa ya kuona aibu. Sasa uendelea kuona aibu na huku mfukoni umechachara na hauna kitu chochote. Nitakaendelea kula kwako kwa sababu tunazungumza vitu ambavyo nasiema, hai, ni vya muhimu. Ndio maana nasema haya ni mambo ambayo yanadharauliwa lakini hasa hasa pesa iko huku. Tajiri namba moja duniani Elon Musk, kila siku anatuhimiza tulipie blue tick kwenye mtandao wake wa X. Anatuhimiza tununue magari yake ya Tesla, anatuhimiza Hujiunge na huduma ya Starlink. Sasa wewe endelea kuona aibu na mfukoni huna kitu wala benki huna kitu. Kujifunza kila siku ni kitu kingine ambacho watu wengi hawapendi. Nimeeleza huko mwanzo. Watu wanaofanikiwa ni wale ambao wanaelewa kwamba baada ya graduation, baada ya kuvaa lile joho ndio mwanzo wa safari ya kuanza kujifunza. Tunapozungumzia elimu kwenye ma, mafanikio, hatuzungumzii tu elimu yako ya shule, tunazungumzia kwamba mafanikio yatakuwa rahisi zaidi kwako ukielewa kwamba elimu inayokuja baada ya graduation ni ya muhimu zaidi, kwa sababu utakuwa umechapika vibaya sokoni na kuelewa kwamba pengine elimu yako uliyosoma shuleni haikusaidii moja kwa moja. Kwa hiyo lazima ujifunze ujuzi wa ziada, ujifunze high income skills, ujifunze tools mbalimbali mbali ambazo zitakusaidia kuweza kutransform kile ulichojifunza shuleni, kutransform talent zako na kuweza kuofa kile kinachotakiwa katika maisha ya kila siku. Jifunze kila siku elimu baada ya graduation ndio mtaji wa wewe kufika level za juu kabisa. Jambo jingine ambalo linadharauliwa na ndio linawarudisha watu nyuma zaidi ni kuona aibu ya kuuza. Nakumbuka siku moja tulikuwa kwenye group moja tunapiga story. Sasa mmoja ya mtu ambaye alikuwa na heshima kubwa zaidi kwenye group, msomi wa kiwango cha juu kabisa aka, akawa anakataza watu kuuza vitu ambavyo wanavizungumzia kwenye maisha yao, yaani kama kwa mfano kwa mfano unavyosikiliza mafundisho kama haya. Kwa hiyo ukinisikia mimi nazungumzia program kwa mfano, program yetu ya uh, wewe ni mgodi 10x program ambayo watu wao wanalipia na kuja kujifunza ili wa transform maisha yao, na watu wengi nawasaidia sana. Sasa, mtu mwingine anaweza kusema sio vizuri kuuza vitu kama hivi. Sasa unajiuliza, ukienda chuo ya college college cha che kwenye college kupata cheti tu utalipia. Ukienda diploma utalipia. Degree utalipia. Masters utalipia. Kwa nini unapotaka kuja kujifunza kwangu ili uweze kuwa mtaalamu kwenye eneo lako ambalo Mwenyezi Mungu amekujalia? Kwa nini hutaki kulipia? Kwa hiyo ni mindset fulani ambayo watu wanaona ukifanya kitu chako mwenyewe ili uweze kuingiza fedha ni tabia mbaya, ni kitu kibaya. Lakini kwenda kuajiriwa ili upate hela ni kitu kizuri. Sio kama unamwona mwanadamu. Yaani uondoke kila siku asubuhi kwenda kumtumikia bosi wako. Kila siku asubuhi, halafu urudi jioni kwa watoto wako. Hilo ni jambo jema. Lakini kufanya kitu chako mwenyewe ambacho kinakupa pesa yako wewe mwenyewe na kuajiri watu wengine kwenye biashara yako, unaona ni watu watakuwa wanapenda pesa, hutaki kuuza. Ni kasumba mbaya ambayo tumeiweka kichwani na ndio maana watu wanashindwa kufanikiwa na kwenda viwango vya juu. Kama unataka kufanikiwa katika jambo lote lile, jifunze kuuza bidhaa zako na huduma zako bila kumwonea mtu aibu. Piga kelele kwenye bidhaa zako, piga kelele kwenye huduma zako, waambie watu walipie. Kwa sababu watu usipowaambia hawatajua kama unauza, na watu usipowaambia hautawapa sababu ya kuweza kulipia. Kwa hiyo hakikisha unawakumbusha watu kila siku, hakikisha unawaambia watu wanunue, hakikisha unawaambia watu walipie, kwa sababu usipofanya hivyo, na wao hawatafanya. Usione aibu kuuza as long as mfukoni una kitu, mfukoni umechachala. Make sure unapiga kelele kwenye thamani ulizokuwa nazo ili watu waje wanunue. Ishi nayo hiyo, itakusaidia sana kuweza kubadilisha maisha yako. Jifunze kuongelesha watu, jifunze kuconnect na watu, jifunze kushawishi watu. Fedha unazozitafuta zipo kwenye mifuko ya watu, mtaji unaotafuta upo kwenye mfuko wa mtu mwingine, ujuzi unaotafuta upo kwenye kichwa cha mtu mwingine. Jifunze kuongelesha watu watakusaidia mtaji. Jifunze kuongelesha watu watakusaidia mali kauli kwenye bidhaa za kwenye biashara ambazo unataka kufanya. Jifunze kuongelesha watu watakupa commission kwenye biashara zao. Jifunze kuongelesha watu watakupa mentorship. Jifunze kuongelesha watu watakusaidia ujuzi wao kwenye biashara unayoifanya. Matayo saba saba mpaka 12 imeandikwa ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bishani mlongo nanyi mtafunguliwa. Huu mstari una maana kubwa sana kwenye maisha ya watu. Jifunze kuongeresha watu, kwa sababu wanadamu ndio wamebeba nyenzo za mafanikio yako. Huwezi kutoboa wewe peke yako, ni lazima ushikwe mkono, lazima ushikane mkono na watu wengine, na kwa hakika utaenda kubadilisha maisha yako na utafika viwango vya juu kujifunza vitu vingi na kuweza kutransform maisha yako kwa kasi kabisa. Nimekuwekea link kwenye description, na unaweza kujiunga na programu zetu za wewe ni mgodi 10x, na mambo yote haya unaweza kujifunza ndani kwa kina, kwa sababu a lot of people have transformed their life. Kwa hiyo ni zamu yako, twende kazi.